Hivi ndivyo hali ilivyo hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Hali ya sintofahamu imeendelea baada ya mechi ya Simba na Yanga kuahirishwa, ambapo Yanga kwa upande wao wamesisitiza kwamba watafika uwanjani na majira ya saa kumi, tayari wameshafika uwanjani. Watu mbalimbali wameendelea kutoa maoni yao. Makamu mwenyekiti wa Yanga ameongea punde tu baada ya taarifa ya kuahirishwa kwa, kwa mechi hiyo kutoka. Alieleza katika ukurasa wake wa X, nitakuwa mwisho kuamini kuwa kwa msimu wa 2024-2025 Yanga itacheza mchezo mwingine wa debi zaidi ya uliokuwa umepangwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Mzee wa kali huwa Oscar, Oscar. Yeye anaeleza kwamba ukisoma taarifa ya TPLB unagundua kuwa makosa ni kwa Simba, hawakutoa taarifa popote ya kwenda mazoezini. Naye jemedari Saidi anaeleza tumeufikisha mpira wetu hapa sisi wenyewe, wacha tuvune tulichopanda, big boys are out of control, akimaanisha hivi vilabu vikubwa havifuati taratibu tena. Hivi ndivyo hali ilivyo hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Mashabiki ni wengi waliofika kuhudhuria mchezo huu, lakini taarifa kutoka bodi ya ligi kuu ni kuwa mchezo huu hauto huwepo. Mechi imeahirishwa na itapangiwa siku nyingine. Koo, tunachofanya ni kusikia nini mashabiki wanasema na hisia za mashabiki, na hii ndio hali ilivyo mpaka sasa hapa Benjamin Mkapa. Ha, bebu hataki kumbeba mtu. Na sisi tunataka tuwaonyesha kwamba yeah. Kwenye kombi ya Yanga mm.